Kwenye hii dunia hakuna binadamu asiyependa riziki zake ziwe kubwa, na kwenye hii dunia hakuna binadamu asiyependa apate umri mrefu wa kuishi hapa duniani. Kila mtu ana umri wake wa kuishi, lakini Mungu kwenye umri wake wa kuishi mwanadamu hapa duniani amefunika na kitambaa cheusi. Hakuna binadamu anayeweza kujua siku yake ya kuondoka hapa duniani. Subili ni kusimulie hadithi hii. Siku moja Anas bin Malik radhiallahu anhu amesimulia ya kuwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasalam amesema, mwenye kutaka aongezewe riziki yake na uhai wake uzidishwe, basi inabidi atekeleze haki kwa jamaa yake kwa wema. Hadithi hii inatufundisha jinsi gani ya kuwatendea watu wema. Usibague kwamba huyu inabidi mfanye wema, huyu nisiweze kumfanyia wema. Mwenyezi Mungu amesema ili akuongeze umri wa kuishi lazima wafanye wema, na hili riziki zako ziweze kuwa kubwa, inabidi wafanye wema jamaa zako. Kwa hiyo Mungu anamaanisha tuatende wema kila mtu, haijalishi huyu ni nani na huyu ni nani, lakini tuweze kuwafanyia wema ndugu zetu tuweze kuwafanyia wema majirani zetu, tuweze kuwafanyia wema jamaa zetu wa karibu. Ni mimi msomaji wako Mohamed Msewa.